Acha acha, sasa acha basi, acha basi, acha, acha sasa. Kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro amechukua eneo la sisemo, akawekeza, alivyomaliza akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine, eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa Uh, sikushiriki pengine sikupata mwaliko au sikuwepo. Walio walioshiriki walishiriki. Baada ya kushiriki anasema ana mkataba, lakini ukiuliza mkoani hawaelewi, ukiuliza HQ taifa hawaelewi, huko kwenye baraza la wadhamini hawaelewi, kama tulienda kwa katibu mkuu naibu katibu mkuu akasema hawaelewi, kama sekretarieti it means haliwezi kwenda juu. Lakini sisi hawa ya Chama cha Mapinduzi na biashara yao hatu hatu hatu, hatu, ulizi. lakini mimi nimekulia Katoro na ifahamu, nimekulia huko nimekuwa mwenyekiti na mshauri, nimekuwa mwenyekiti wa mkoa. Ni mji mkubwa na ni wana CCM wengi, na lile eneo linajulikana ndio eneo la michezo, tuna ngoma za kienyeji, tuna mipira watoto jioni na nini, mazoezi ni afya. sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za kwaka anazoziita zimekamilika, akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja, baada ya kubomoa ikatokea ile vurugu zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nina, nina, ni zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchoma yeye, baada ya wiki moja kaleta greda, akaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote anajua, yeye na mtu mmoja mwenye kiti sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi wakaanza kubomoa. Ndo ugomvi ulipoanzisha, ulipoanzia wale watu wa serikali wakamwambia, wewe, kama unasema umepewa hili eneo, hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa? Anawambia, mi nafanya kazi na Ikuru, mi nafanya kazi na mkoani, mi nafanya kazi na wilayani. Tukaona hayo maneno ikiguswa Ikuru ni sehemu kubwa sana takatifu, kila mtu tunaitegemea, ni sehemu ya haki. Tukasema sasa sisi hali mashauri, hatuwezi kuamua makao makuu, ni vizuri twende tukaone eneo, lakini nyinyi hali mashauri kama wataalamu, kwanza mtuletee vibali pale kuna jengo sijui maduka 500 kuua kabisa ule uwanja, na tunauliza halmashauri alternative, kama unaua ule uwanja mnapeleka wapi? Na Katoro hapa mnafahamu kuna majanga ya moto, mji umejaa, lakini kuna michezo pale. ili uue ile, ile uwanja kama mmiliki kaamua kubadilisha matumizi, kwenye mchoro inaonyesha ni uwanja wa mpira Football. Sasa nyinyi kama mmeruhusu mdani abadilishe, mtuambie alternative yake mmepeleka wapi? Wakasema sisi kweli kuna barua ililetwa na katibu wa chama cha mapinduzi wilaya. Baada ya kuleta tukaijadili kwenye tafasiri ya sheria, hairuhusiwi kubadilisha eneo la mpira la kiwanja kulibadilisha kulipeleka kwenye maduka, ikashindikana. Hatujaijibu, tunayo tukawambia, tupeni. Lakini kuna barua nyingine ambayo inaiomba, inaioba yani sisi e, chama cha mapinduzi wilaya ya Geita kinaiomba halmashauri ya Geita barabara yani, wanaomba kwenye eneo la serikali ambapo kuna ofisi za mji wa serikali hizo zilizochoma watengeneze barabara kuingia. Hatujazijibu kwa sababu tafsiri inakataa kubadilisha. Kiwanja cha serikali kina hati, haiko hapa, hatuwezi kutoa. Tumefika tumeona eneo tukahitaji, bahati nzuri mwekezaji ni mume wake na diwani wa kata, tukaenda pale tukakuta kimeshawekwa kiwanda cha tofali ili ufungue kiwanda cha tofali pia kuna hitaji leseni, ni biashara ndogo, lakini inahitaji leseni na utaratibu. Tukaenda pembeni tukakuta kisima, kisima, kisima, kumeletwa lori linachimba. Tukawauliza wale watu wanaochimba kisima, nyinyi mnachimba kisima, mna kibali cha kuchimba kisima? Mmeripoti popote? Akasema kibali hatuna ila, sisi tumeletwa na anaitwa ni, ni nani, Rashidi. ni nani? ni mwekezaji e. Alikuwa amekaa kama hatua 15, na ameona serikali tumeenda na msafara wa magari ya serikali, watumishi kama 30. Tukasema basi njoo tuzungumze na wewe utujibu hoja. Tunamuita amenyamaza, tunamuita amenyamaza. Sasa unajiuliza ni dharau ya kiasi gani? Watu wote hapa, kila anayegusa lile eneo anafukuzwa kazi, anaondolewa. Lakini ukirudi kwa mwekezaji, kabla hujapata kibali, huruhusiwi kujenga mradi wa project maduka 100. Hauna kibali, hauna kila kitu alafu antacha kila anayeenda anafukuzwa. Na sisi tukataka tujionee, tumefika pale tunamuuliza, ametudharau, tukamfuata, bwana tunakusemesha. Kwa hiyo tumechukua maamuzi kama halmashauri, tumeamuru leo waandike barua ya kusitisha ujenzi mpaka pale taratibu zitakapokamilika, lakini tumekubaliana wafungue shiti. Majengo manne ya, ya serikali yamevunjwa na mwekezaji haijarishi yamechomwa, lakini hatujampa ya kibali cha kubomoa yale majengo. Yana taratibu zake, tuje tujirizishe kwenye athari, halafu tutenge budget, tujenge. Kesha yabomoa, tufungue chaji ya kumdai kwamba kwa nini amebomoa majengo ya serikali ili tu apate njia, maduka yajengwe. Lakini changamoto ambayo, ni namna gani wananchi walipokea, maana yale maeneo, kwenye eneo letu la chama mbele kuna eneo la serikali ambalo lilibomolewa na mtu anayeitwa mwekezaji mwekezaji huyu alifanya utaratibu wa kusafisha eneo ili aanze kujenga kwa mamlaka aliyopewa na watu waliomwelekeza, ili aweze kujenga lile eneo awekeze, ila lile eneo linavyoonekana ni eneo la michezo ambalo limetolewa na chama chetu, na kilitoa kwa ajili ya michezo, na halmashauri wanajua hivyo. Lakini kwa katika mazingira hayo, basi ilionekana kwamba inafaa kujenga uh, frame kwa ajili ya biashara lakini sasa changamoto iliyokuja ni wananchi kupokea kile kitendo ambacho kilifanyika cha kubomoa yale maeneo ya serikali ambayo zilikuwa ofisi ofisi zao ambazo baadhi zilikuwa zinatoa huduma na zingine zilikuwa hazitoi huduma kwa wakati huo, lakini zilibomolewa. Kwa hiyo mapokeo yakawa tofauti, tukao tupokea taarifa kwa wananchi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, kwa tukaamua kufika kwenye ile eneo ili kujiridhisha kwamba ile eneo likoje. Tulifika tukaona kweli ofisi zimebomolewa. Aliyebomoa ni nani? Ni mwekezaji sasa Tumejaribu kumuuliza mwekezaji kwamba aliyekupa mamlaka ya kubomoa hili eneo. Lakini kwa namna hiyo basi, kamati imefika leo na imejiridhisha na kuona yale mazingira, na imeamua imeamuru kamati kwamba mwekezaji anayefanya kazi katika eneo la chama asimame kwa muda, ili utaratibu zifuatwe namna gani ya kuomba kibali na mambo mengine yote yafanyike ili utaratibu wote ukamilike na ikiwezekana mimi nilifika kwa mkuu wa mkoa, tukazungumza kama kushauriana kwamba lile eneo lilikuwa la michezo linaweza kuendelea kubaki la michezo. Mkuu wa mkoa akapokea vizuri sana, akasema ni kweli inawezekana likabaki la michezo, na akawa anaendelea kufanyia taratibu hili lile eneo libaki la michezo.